Tuendelee kuhakikisha tunalinda ushindani wa haki, kuondoa ukiritimba, masuala ya kupanga bei, masuala ya makubaliano yasiyokubalika au makubaliano haramu. Kwa ni muhimu sana kama FCT kuanzia FCC kule, conscious iwepo katika kuhakikisha haya mambo yanasuluhishwa na kuondolewa haraka sana, na consciousness katika kuhakikisha tunayaondoa. <coughs> biashara ndiyo tufanye lakini mwisho wa siku lazima uibalansi na mlaji, kulinda watumiaji wa biashara au huduma zinazotolewa, bei ziwe za haki, bidhaa ziwe na ubora. Kama ni masuala ya uchunguzi wa bidhaa, uchunguzwe kwa haki ili kufikia adhma na kusudio la kuanzishwa kwanza kwa tume lakini baadaye baraza la ushindani Haki katika utatuzi wa migogoro ni kipaumbele chetu. Tunalinda muda, tunalinda thamani, tunalinda biashara blandi, tunalinda heshima ya wawekezaji, tunalinda heshima ya mitaji yao. Hiki ni kipaumbele chetu kama FCT na vivyo hivyo kusimamia sheria za ushindani za ndani ya nchi na za nje ya nchi, ili mwisho wa siku mlaji awe mnufaikaji, na mlaji hapa ni mfanyabiashara mwenyewe na yule ambaye anaenda kupata final, final, final consumer, anaenda kupata huduma au bidhaa au kitu kingine chochote. Mwisho tutaenda na kuchochea ubunifu na ufanisi katika biashara katika maamuzi lakini pia katika utendaji kazi ambao mimi pamoja na nyinyi tunaungana pamoja na Mheshimiwa Waziri, na kazi tuliyotumwa na Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassani, kuhakikisha Tanzania inakuwa ni sehemu salama yenye mazingira mazuri ya kufanya biashara na isiyo kikwazo kwa wawekezaji wa ndani ambao tunao na wale wanaokuja, na sisi hatutakuwa kikwazo kwa wafanyabiashara wetu wa ndani. Lengo letu ni kukuza mitaji na kukuza wigo wa biashara na huduma ili kuwafikia watanzania walio wengi zaidi, kufungua mipaka ya nchi kwenda kufanya biashara ndani na nje ya nchi. Lakini pia kubwa la mwisho ni kukuza eneo la viwanda na biashara, kuleta maendeleo ya nchi na kukuza uchumi. Sisi kama Baraza la Ushindani tumejipanga na tutahakikisha kuwa mashauri yote yanayofikishwa mbele ya baraza yanashughulikiwa kwa kasi, haraka na kwa kuzingatia misingi ya sheria bila upendeleo wala ushawishi wa aina yoyote. Haki ni msingi wa maendeleo endelevu, na tumejizatiti kuwa nguzo ya haki hiyo katika nyanja ya ushindani wa kibiashara.